Wakizungumza katika mkutano na baadhi ya wawakilishi, wenye viti hao wamewataka wakurugenzi wa halmashauri kuwaomba radhi wenye viti wa mitaa kwa madai ya kuwadhalilisha. Mtaka wakurugenzi wote tena, tunasema nchi nzima, kwa sababu wamepelekewa, wanaelekea nchi nzima. Wakurugenzi wote waombe radhi wenye viti sekaa mtaka tunasema ye, mnasemaje wenye viti? Sawa, ndani ya siku ngapi? Sawa, ndani ya siku saba, eh, tumekubaliana ndani ya siku saba. Haya, na kama hawatafanya hivyo tunasema, kama hawatafanya hivyo, kama watakaidi, tunasema tutakuwa na azma, tutakuwa na azma ya kujiuzuru wenye viti wote, na hilo swala tuko tayari hilo. Awali baadhi ya wenyeviti wa serikali za mitaa wamegoma kutekeleza agizo la kurejesha mihuri kwa watendaji wa mitaa kwa madai hawana uwezo wa kutoa huduma kwa wananchi kwa kuwa hawaishi katika maeneo hayo, na kusisitiza lengo la serikali ya awamu ya tano ni kuondoa kero za wananchi kwa kutoa huduma bora, na ndiyo maana wenye viti hao wameendelea kutoa huduma hizo mchana na usiku. Sisi wenye viti wa serikali za mitaa, miongoni mwa majukumu yetu ya kila siku ni pamoja na kuhakikisha kwamba vifo vinavyotokea mitaani kwetu nyakati za usiku, siku za sikukuu, nyakati za nje ya muda wa kazi. Sasa hivi utaratibu unasema kwamba mwenyekiti aandike barua ya kumkabidhi mfiwa ili kupeleka maiti yake mochwari kwa ajili ya kupanga taratibu zingine za mazishi. Hivi leo mtu unasema kwamba mwenyekiti, kuanzia sasa usifanye kazi hiyo, ukiwa unajua kabisa kwamba hawa watendaji wa mitaa hawakai katika maeneo ya mitaa yao huyo mtu akumbatie maiti yake mpaka lini, ili apate apate huduma ya na namna hiyo? Kwa hiyo huyu amekurupuka kulisema hili jambo bila kutoa njia mbadala. Siku zote unaposema kwamba huku siko, basi elezea njia nyingine tofauti, kwamba msifanye hili, fanyeni lile. Ushauri wangu, wangetafuta njia mbadala ya kutujengea uwezo wa kuwahudumia wananchi, sio kutunyanyasa. Naomba katibu mkuu wa TAMISEMI atuombe radhi wenyeviti wa serikali ya mtaa Tanzania nzima. Sisi hatukubaliani na hilo, otherwise atuombe msamaha ndani ya masaa 24 kwa ile ambalo amelijifanya, hajatutendea haki kabisa. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.